Dhahabu inasimamiwa na, na Benki Kuu ya Tanzania na hawa wanaoongelea dhahabu sasa hivi hawajajua hata fedha ya kununua dhahabu ilitoka wapi, mpango ulianzia wapi, wao wanaenda kwenye, kwenye tetesi tu dhahabu dhahabu dhahabu. Benki Kuu kama msimamizi wa sera, kuna wakati akitaka mfumuko wa bei uwe chini kwenye fedha tu achilia at, mbali dhahabu wanatumia liquidity papers zake za za kupunguza fedha kwenye mzunguko ndani ya nchi. Ni sera za kifedha za Benki Kuu ambazo huwa zinatumika, zinatumika na nchi yoyote, lakini katika muda ambapo wanataka fedha ziende nyingi kwenye mzunguko, wanatumia pia sera hizo hizo za kifedha ambazo zinaruhusu fedha ziende nyingi kwenye mzunguko wa, wa fedha. Sasa leo hii kwa Benki Kuu imesababisha wachimbaji wadogo wengi wanufaike sana kwa ajili ya ununuzi ule wa dhahabu. Na kama nchi mpango ule ambao dira yake imetolewa na, na, na, na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunataka tuendelee na jambo hili la kununua dhahabu hata iwe nyingi na nyingi na nyingi mpaka tulingane na, ma, na, na mataifa mengine ambayo yalishanunua dhahabu nyingi inapotokea soko limepanda, soko limepanda la dunia, ni busara tu kuuza ili ununue dhahabu za wachimbaji wadogo huku wapate soko wapate fedha nyingi. Sasa ni busara tu madam kiwango cha chini kilichowekwa cha dhahabu inayotakiwa kuwepo kipo vile vile, ni jambo la kawaida. Tuna haya wala si mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya mtaani, ni mambo ya kisera. Benki Kuu watafanya na kama ambavyo mambo mengine ya kifedha ambavyo yanafanyika ya hivyo hivyo, ndivyo ambavyo ina, ina, ina, inafanyika na haya ya utekelezaji wa miradi. Tusije tukatumia tukatembea na kauli za wale wasioitakia mema nchi yetu, kwamba wao wanadhani kwamba nchi haina fedha, inataka iuze dhahabu, inataka iuze, ndio iweze kutekeleza miradi. Makusanyo tunayapata kila siku, lakini pia na fedha zikishapatikana, kwani zile za dhahabu zitakuwa zinawekewa alama zenye zitakuwa zinawekewa alama? Wanataka za dhahabu tukisha, zile za dhahabu zikiuza zifungwe shanga, kwamba hizi ni za dhahabu. Nadhani tuache kudandia hoja ambazo hatujui zimeanzia wapi na zimeenda wapi. Niwahakikishie Watanzania duniani kote, moja ya taasisi zinazoongozwa na misingi ni benki Kuu. Watu wasitoetoe taharuki, wasitoetoe taharuki kwenye taasisi ambazo zina heshima na uendeshaji wake una heshima na, na popote pale ambapo taasisi hizi zinaendeshwa kwa heshima, zinazingatia misingi.